Maafisa wa polisi kaunti ya Kakamega wameanzisha uchunguzi wa madai ya unajisi wa mwanafunzi wa gredi ya saba wa shule ya msingi ya Mugaga Ikhulili, eneo la Eregi, anayedaiwa kutendewa unyama huo na raia wa Uchina. Na ni kama anavyotuarifu Brenda Wawiri Kulingana na wazazi wa mhasiriwa ambaye ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka kumi na mitatu, mshukiwa ambaye ni mfanyikazi wa kuchimba migodi eneo la Eregi kwa sasa amekimbilia mafichoni baada ya kudaiwa kutekeleza unajisi huo. Kabuku hapo, tukachukua mtoto tukapeleka paka usiku, tukaleta matokeo polisi na maafisa wa Eregi. Mtoto alikuwa na nyenyesi huku chini akakuwa na amefa, ameendewa amekuwa mwanamke hiyo ndio matokeo itokea, na wakasema ako na kitu kama kisununu. Hiyo matokeo ilikuwa na inatokea hivyo. Ndio wakubwa Kakamega wakapika simu kwa osis, wakasema mchukue mtoto mlete, paka wapi? Kakamega. Kabla tuende Kakamega, tulienda kuchukua ma Chinese kwa sababu tuliona kama watesa he, hepa. Tukashika ma Chinese waine, mmoja akatoroka. Tukaangalia kwa simu ya os kwa sababu mtu alikuwa amemtumia mapija ya ma Chinese wote tukapata yule mwenye alikuwa ame analala na huyu mtoto, huyo Chinese amehepa. Nikiona mtu amezulumu mtoto, ina kwangu chungu kwangu. Mimi natembea mguu kwenda malinya kutafutia mtoto vile atasoma, lakini mchinisi ametoka kwake kuja hapa kuzulumu mtoto. Sina mambo mengi, kitu nataka ni haki, haki itendeke. Wazazi hawa wanadai kuwa ripoti ya ukaguzi wa daktari alikopelekwa mhasiriwa kwa ukaguzi rasmi imethibitisha kuwa mwana alidhulumiwa kimapenzi, na kwa sasa wanaitaka idara ya usalama kumsaka na kumtia baroni mshukiwa, kisa hiki kikiwa moja tukatoka, tuka, tuka, station, tuka, andikisha, mimi, tu kati ya visa vinavyoathiri jamii hii, tukatoka huko tukarudi police station. Hapo na hapo wakaambia watu wakuje, wakaambia wa Chinese wakuje. Sasa sijui venye waliambia ma Chinese, niliona tu kidogo pesa zimepewa watu hapo wameanza kunini hapo tu kwa dakika tu. Na hiyo kitu ikasimama tu hapo hivyo. Mimi nikabebwa na mtoto na wa Chinese tukapelekwa Kakamega. Kamega, wakaitisha hizo documents zenye tulikotoka nazo hospitali. Wa askari nao walikuwa wamekwamilia wa huko police station na Akithibitisha kisa hiki kwa njia ya simu, kamanda wa polisi wa kituo cha Haiga, Daniel Mkumbo, amesema kuwa tayari wameanza uchunguzi wa kina, huku raia watatu wa, wa Uchina wakikamatwa kusaidia kutoa taarifa zaidi kuhusu mshukiwa ambaye kwa sasa yuko mafichoni. Nashangaa ya kwamba hao wa China wanaona watoto, kwa nini wasione wanawake wamekomaa kama sisi? Mimi niko kwanza, mimi niko fuli, mchaina nitafute nilale na yeye, kama nikulala kuna msumbua balea, karibu watoto wetu, hiyo tumekataa kabisa, mimi nimekataa kabisa Ninaomba serikali tuko na MC mpaka juu president, wameona hii, wateremiku huku chini, watupe haki. Brenda Wawirem, West TV, kutoka Ikhulili, eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega.